Je, unafahamu faida ya mchicha mwiba? Yaani huu mchicha eh, mchicha mwitu, unafahamu faida zake? Sasa kama haufahamu faida zake katika upande wa tiba, hebu nisikilize kidogo, ili uweze kupata faida ya huu mchicha katika upande wa tiba. Huu mchicha una faida nzuri sana katika upande wa tiba, katika mwili wa binadamu. Uh, kama haujanifollow ni follow, nitakufollow back, like comment share acha, swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Faida ya huu mchicha katika upande wa binadamu kama una tatizo la siko seli, yani kwa wale wenye tatizo la siko seli huwa mara nyingi wanapungukiwa sana na damu mara kwa mara, basi mchicha huu unaweza, eh, ukatibu ile changamoto ya siko seli na mtu akaacha kupungukiwa na ile damu mara kwa mara anayokuwa anapungukiwa. Lakini pia inaweza kutibu siko seli na kuweza kuondoa ule dhaifu wa kinga, zikarudi zile kinga, zikarudi katika hali ya kawaida ama hali nzuri. Sasa kama una tatizo hilo basi ni vyema kama ukatumia mchicha huu mizizi yake pamoja na majani kuchemsha kisha unaweza ukatumia lita moja kwa siku nzima, kuanzia asubuhi mpaka jioni uwe umemaliza lita moja. Itakusaidia sana katika kuweza kutibu changamoto hiyo. Lakini pia kama una changamoto eh, ya moyo kuwa na mafuta yaani, una cholesterol sana, ama mapigo ya moyo yanakwenda sana mbio, moyo unalipukalipuka sana mara kwa mara, unapata maumivu ya kichwa pamoja na uti wa mgongo, macho yanakuwa hafifu, basi tumia majani ya huu mchicha e, ili kuweza kutibu changamoto ya moyo e, kue, ili kuweza kutibu maumivu unayoyapata ya kiuno pamoja na uti wa mgongo e, macho kuwa hafifu e, maumivu ya kichwa mara kwa mara basi tumia eh majani kuchemsha ili uweze kutibu changamoto hiyo, lakini siyo hiyo pekee. Hata kwa wale wanaosumbuliwa sana na maumivu ya tumbo wakati wa hedhi, wanaosumbuliwa na maumivu ya vidonda vya tumbo, tumbo kuchoma choma, tumbo linakuwa linawaka moto, tumbo linakuwa linajaa sana gesi, napata maumivu makali mara kwa mara hata choo kikubwa na kuwa haupati vizuri, basi unaweza ukatumia mchicha huu kwa ajili ya kuweza kurekebisha mfumo na mmeng'enyo wa chakula, kuweza kutibu tatizo la vidonda vya tumbo, kuweza kutibu maumivu unayoyapata makali wakati unapoingia katika hedhi. Basi tumia majani ya huo mchicha pamoja na mizizi yake, ili uweze kutibu changamoto hiyo. Hii ndio faida ya huo mchicha na utakapotumia basi utaweza kuona maajabu yake, ama utaweza kupata faida kubwa. Na mimi ndiye mshauri ninayekushauri kila siku kuhusiana na tiba za asili, tiba na mimea e, mimea mbalimbali mbali, naweza kukutafutia na kufafanulia jinsi gani inaweza kawa tiba kwa upande wako. Uh, kama haujanifollow ni follow, nitakufollow back na mtoa ushauri kila siku ninayekushauri. Namba zangu za simu jumlisha mbili tano tano mia sita hamsini na nane kumi na sita thelathini na nane thelathini na nane Nikutakie siku njema, nikutakie kila laheri, nikwambie asante sana.